Papa Francis amefariki dunia Jumatatu ya Pasaka tarehe 21 Aprili 2025, akiwa na umri wa miaka 88 katika makazi yake ya Casa Santa Marta, Vatican. Majira ya saa tatu 45 asubuhi, Cardinal Kevin Farrell wa Kanisa Takatifu la Roma alitangaza kifo cha Papa Francis kutoka Casa Santa Marta kwa maneno haya: ndugu wapendwa, kwa huzuni kubwa ninalazimika kutangaza kifo cha Baba Mtakatifu Francis. Saa moja na dakika thelathini na tano asubuhi hii, askofu wa Roma, Francis, amerudi nyumbani kwa Baba. Maisha yake yote yaliyotolewa kwa huduma ya Bwana na Kanisa Lake. Alitufundisha kuishi maadili ya Injili kwa uaminifu, ujasiri, na upendo wa kipekee kwa wote, hasa kwa maskini na waliotengwa. Kwa shukrani kuu kwa mfano wake kama mfuasi wa kweli wa Bwana Yesu, tunakabidhi roho ya Papa Francis kwa upendo wa huruma usio na kipimo wa Mungu Mtatu Mtakatifu. Historia fupi na kuuguzwa kwa Papa Francis. Papa Francis alilazwa katika Hospitali ya Agostino Gemelli, Roma, mnamo Ijumaa, tarehe 14 Februari mwaka 2025, baada ya kulalamika kwa matatizo ya kupumua yaliyodumu kwa siku kadhaa. Madaktari wake waligundua kuwa alikuwa na bronkitisi, na hali yake ilianza kuzorota kwa hatua ndogo. Tarehe kumi na nane Februari aligundulika kuwa na nimonia ya mapafu yote mawili, hali iliyompelekea kupata uangalizi wa karibu wa kitabibu wa siku 38 mfululizo. Baada ya kupokea matibabu ya kina, aliruhusiwa kurudi nyumbani katika makazi yake ya Casa Santa Marta, Vatican, kwa ajili ya kuendelea kupona. Hata hivyo, hali yake ya afya iliendelea kudhoofika hadi kufariki kwake alfajiri ya Jumatatu ya Pasaka. Historia fupi ya maisha ya Papa Francis. Papa Francis alizaliwa kwa jina la Jorge Mario Bergoglio mnamo tarehe 17 Desemba mwaka 1936 huko Buenos Aires, Argentina. Alikuwa mwana wa pili wa familia ya wahamiaji kutoka Italia. Kabla ya kuwa mtumishi wa Kanisa Katoliki, alisomea sayansi ya kemia na baadaye kujiunga na shirika la Yesu Jesuits, shirika la kidini lenye asili ya Kikatoliki linajulikana kwa kazi ya elimu na utume. Aliteuliwa kuwa Papa mnamo tarehe 13 Machi mwaka 2013 kufuatia kujiuzulu kwa Papa Benedikti wa kumi na sita. Hakuwa tu papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini bali pia alikuwa papa wa kwanza kutoka shirika la Jesuit. Alijitofautisha kwa mtindo wake wa maisha ya unyenyekevu, msisitizo wa haki ya kijamii, huruma na mazungumzo ya kidini. Ulikuwa nami Juliet Innocent katika makala hii fupi ya Papa Francis. Usisahau kusubscribe ku like, ku share na ku comment. Hadi wakati mwingine, kwaheri.